Ndugu zangu wajumbe, kwa mshikamano ule ule wakati wa kura za maoni, tuenda na mshikamano ule ule sasa kuzitafuta kura za ushindi wa chama cha mapinduzi, tukianza na Daktari Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu Daniel Awaki pa wa chama cha mapinduzi CCM oyee! Ndugu wananchi, kama ambavyo tunafahamu, malengo makuu ya chama chochote cha siasa ni kushiriki uchaguzi ili kuweza kushika dola. Lakini inapotokea chama cha siasa kinasusa na kuingia mitini, chama hicho hakifai. Karatu tupo tuna tuna zima zote. Sote tunatambua nchi yetu ni ya nchi inayofuata mfumo wa vyama vingi na nchi ya kidemokrasia. Ndiyo maana leo katika uchaguzi mkuu tunashuhudia vyama kumi na nane vinashiriki uchaguzi, na Chama Cha Mapinduzi kimejiandaa ipasavyo kushinda kwa kuwa imetuletea wagombea wenye sifa na wenye uwezo. CCM oyee! Kwenye nafasi ya urais, chama kimetuletea Daktari Samia Suluhu Hassan. Nafasi ya ubunge tumeletewa ndugu Daniel Awaki, pamoja na madiwani katika kata zote za wilaya ya Karatu. Ndugu zangu wananchi, kwa nini tumchague daktari Samia Suluhu Hassan? Daktari Samia Suluhu Hassan ni kiongozi mbunifu, jasiri, mwenye uwezo, mwenye kuunganisha watu, ambaye anatetea na kuweka maslahi wale wa Tanzania mbele lakini kama